Leo akufikia huu uongozi wa mheshimiwa rais mtarajiwa Osman, leo mimi hapa sitakuwa na mengi sana, lakini na luzma ilofanyiwa katika soko hii ililokuwa kubwa. Mimi katika watu waanza kujengwa soko hii mwanzo, halmashauri haina uwezo inachukua hili eneo. Mimi ndio mtu wa mwanzo kupiga foundation, nyumba yangu pembeni, kiwanja namba moja. Kwa maana hiyo uta kujenga soko hili hapa, wamekuja wakatukomolea bila ya haki yoyote, bila misingi yoyote, nyumba inabomolewa mwenyewe huko, kilichokuwemo kilichonicho tipuruga furuga. Na hiyo pia nina hati miliki walizonipa walizoniuzia kiwanja halmashauri ujezi mpak gharama yake, hiyo ninayo, kwa maana mnaweza kuiona. Jamani, kidogo iangalie hii ni nayoi ilitoka katika serikali hii. Mkuu wa wilaya anakuja vunja nyumba yangu, anasema sisi tutavunja na hufanyi chochote, pamoja kashirikiana na mkoa na halmashauri yenyewe Mheshimiwa Rais, tunategemea utaingia katika kwa uwezo wa Allah katika uongozi, tunataka hii haki ifanyike. Usijesema hatufufui makaburi, tunataka ya makaburi yafufuliwe kwa sababu wametufanyia mabaya. Niangalieni hati hiyo hapo na kila kitu, udhibiti wote wa halmashauri ya serikali hii. Hilo ndilo lokuwa nalo mimi katika haki yangu nilipofanyiwa katika soko hili la Kinyasini. yamba, yamba, yamba.